Nguvu, uwezo, hivi ni vitu ambavyo kila mwanadamu hutamani kuwa navyo. Lakini vipi nikikwambia kuhusu mwanaume mmoja kutokea Kenya ambaye sio tu mwenye nguvu bali ana nguvu za ajabu tena za kushangaza? Mwanaume huyu anaweza kufanya mambo ambayo wengine ni ngumu kufanya. Anaweza akaruhusu gari lipite juu ya tumbo lake na hata atikisiki. Anaweza kuvuta wanaume hamsini kwenye mchezo wa kuvutana kwa kutumia mkono mmoja. Anaweza kuvunja tofali kana kwamba anachana karatasi na kama utamfunga kati ya pikipiki mbili zinazojaribu kumvuta kila upande hatosogeza hata hatua yake. Ni nani huyu mwanaume, alipataje nguvu hizi za ajabu, na aliweza vipi kugundua kwamba ana uwezo usio wa kawaida? Basi kutana na Patrick, mwanaume mwenye nguvu zaidi duniani. Vile nilijua niko na nguvu. niligundua kuwa nina hizi nguvu miaka sita iliyopita. Huu sio mzaha, hii ni hadithi ya kweli kuhusu Patrick, mwanaume kutokea Kenya, mwanaume ambaye kila mtu alimdharau. Baadhi ya watu wanaita nguvu zake ni zawadi kutoka kwa Mungu, wengine wanasema ni uchawi, kwa sababu watu wasipoelewa jambo fulani huishia kulipinga. Lakini ukweli ni kwamba Patrick alizaliwa tofauti sana. Alirithi vinasaba adimu vilivyompa nguvu za ajabu tangu kuzaliwa kwake akiwa na umri wa miaka 43 sasa, Patrick ni kama mlima wa mtu, ana umbo kubwa, ni mpana, anakula chakula cha kutosha kulisha familia nzima kwa mlo mmoja. Safari yake kutoka mitaa ya kijiji cha Kagando huko Nairobi haikuwa ya kawaida kabisa. Baadhi ya watu wanamwogopa sana, wengine wanamwabudu, na baadhi yao wanaamini kwamba aliingia kwenye mikataba ya kishetani, lakini Patrick yeye anataka tu kuishi maisha yake. Na katika yote haya, mtu mmoja amesimama bega kwa bega na Patrick, ambaye ni mke wake. Amekuwa akimtazama kwa kumshangaa pale tu Patrick anapofanya jambo lisilowezekana kufanyika na wengine na hata dunia inapomtilia shaka mwanamke huyu lakini leo hatutakuwa sisi tunasimulia hadithi yake, atasimulia yeye mwenyewe. Kwa wale wanaopata ugumu kuamini maisha yake, basi huenda wakaamini, kwa sababu watamsikia kwa kauli yake. Naitwa Patrik Chege Kariuki. Jina langu ni Patrik Chege Kariuki, lakini watu huniita Rhino Power. Ninatokea Kenya, Nairobi. Ninaiwakilisha Kenya na ninauhakika hakuna mtu anayeweza kunishinda katika nchi hii, kwa sababu najiamini pembeni yangu hapa ni mke wangu, mwanamke ambaye Mungu alinibariki naye, anaitwa Gladius Chege. Nilizaliwa hapa kijijini Mikaondo. Hapa ndipo ninapojifua, yani hapa ndipo ninapofanya kila kitu. Patrick ni aina ya mtu ambaye nguvu na uwezo wake vinaweza kusherekewa kimataifa, lakini badala ya kufuata umaarufu aliamua kubaki mwaminifu siku zote. Sasa tunaposikia neno giant, tunawaza kuwa ni kitu cha kutisha tena kikubwa kinachotisha na kisichozuilika, lakini Patrick sio tu jitu, ye ni jitu la kupendeza. Anaongea kwa utulivu, ni mtu mwenye busara ya hali ya juu, lakini ninapokuja suala la kubeba vitu vizito, yeye ndiye mtu pekee ambaye unaweza ukampigia simu. vile nilijua niko na nguvu nilijua nina hizi nguvu miaka sita iliyopita, baada ya kukutana na mwanaume mmoja hivi ambaye alikuwa na tairi bovu na jeki yake ya kuinulia gari ilikuwa mbovu. Nilipomsaidia alishangaa sana, hakuamini kuwa niliinua gari bila msaada wowote. Hajawahi kuona kitu kama hicho, yaani siyo siri. Kwa kweli mwanaume huyo alishangaa sana. Ni nani asiyeweza kushangaa? Hebu fikiria kusimama karibu na mtu anayeweza kuinua gari zima tena kwa mikono tu. Huu ndio mfano halisi wa kutisha ah, tuliko sana koza. Alianza kusema mimi. Kiukweli, baada ya kufanya hivyo nilibishana naye sana. Yule mwanaume aliniambia kuwa mimi sio mtu wa kawaida. Alikataa kunikaribia kwa sababu katika akili yake alikuwa akidhania kwamba jeki tu ndo inaweza kuinua gari, lakini jeki yake haikuweza kufanya kazi, na akawa ananiuliza, wewe ni mzimu? Nikamwambia hapana, mimi ni mwanadamu tu kama wewe. Hii ilikuwa ni moja ya sifa ya kuchekesha zaidi ambayo aliwahi kupewa Patrick. Maana mtu huyo kumchukulia Patrick kama mzimu ni jambo la kushangaza. Sikukusudia kumtisha, nilitaka tu kumsaidia kwa sababu mahali pale palikuwa hatari na tayari ilikuwa ni saa tatu na nusu usiku. Hiyo ndiyo ilikuwa mara yangu ya kwanza kutumia nguvu zangu kwa namna hiyo. Maskini yule jamaa lazima alihofia sana, lakini kwa upande wa Patrick, usiku ule ulimbadilishia maisha, maana huo ulikuwa ni wakati aliogundua uwezo wake. Nirudi nyuma kidogo, nikirejea utotoni mwangu nilikuwa tofauti siku zote. Nikiwa na umri wa miaka nane tu nilikuwa nafanya kazi ambazo zilipaswa kufanywa na watu wazima, kubeba mizigo mizito ya majani ya ng'ombe, kuinua vitu ambavyo watoto wengine walishindwa. Shuleni tulipocheza mchezo wa kuvutana kwa kamba, nilikuwa nakabiliana na, na watoto wanne au watano kwa wakati mmoja na bado niliwashinda. Hapo ndipo nilipoanza kujaribu kuinua baadhi ya vitu. Nilikuwa nikiweka mchanga kwenye gunia, kisha ninalifunga na kulivuta ardhini umbali wa mita kama hamsini hivi kwa wakati mmoja, na kadri siku zilivyokuwa zinazidi kwenda, nilikuwa nikiongeza uzito zaidi. Sasa nina miaka arobaini na tatu, lakini wakati huo nilikuwa ni mtoto tu, nikiwa na umri wa miaka kumi hivi au kumi na moja. Hebu ngoja tuvute picha kidogo. Imajini mvulana wa miaka kumi anavuta magunia ya mchanga kana kwamba sio kitu chochote kwake. Hili ni jambo linalothibitisha kwamba Patrick hajakuwa na nguvu hizi kwa bahati mbaya, alizaliwa hivi, na kwa kweli hilo ndilo jambo tunaloweza kusema kama ni muujiza katika maisha yake. Sasa swali kubwa ni hili, watu wanachukuliaje nguvu zake alizokuwa nazo kwa miaka hii? Sasa waliona hii kitu haibadiliki. Kwa sasa watu walioko karibu nami wameshazoea nguvu zangu, kwa sababu wameona hazijawahi kubadilika kwa miaka yote. Mwanzoni majirani zangu walikuwa wakishangaa sana. Hebu fikiria mtoto wa miaka kumi akisukuma gari lililokwama matopeni peke yake. Kiukweli halikuwa jambo la kueleweka kwao. Aa, lakini kwa ujumla watu hawatilii maanani sana uwezo aliokuwa nao watoto wengi, labda ndio maana hakuna aliyegundua nguvu za Patrick mwanzoni. Lakini tukirudi kwa sasa, dunia inatazama. Tulimuuliza, kwa hiyo ni lini nguvu zake ziliweza kukubalika na jamii bila kupingwa? Uh, nikiwa ni tu mdogo, nikiwa tu mdogo wazazi wangu waligundua nguvu zangu hata kabla sijafikisha miaka kumi. Nilikuwa mzaliwa wa kwanza, hivyo nililazimika kumsaidia mama kufanya kazi za nyumbani. Akiumwa nilikuwa nikichukua majukumu yake yote pale nyumbani. Nakumbuka wakati mmoja mama alipoenda hospitali kujifungua, baba bado alikuwa anapaswa kwenda kazini, hivyo nikasimamia kila kitu peke yangu: kulisha ng'ombe, kufanya usafi, kupika, kila kitu nikiwa na umri wa miaka kumi tu. Si mwili wake tu ulio na nguvu, Patrick ana akili yenye nguvu pia kuhimili majukumu yote ya nyumbani akiwa na miaka kumi. Hilo sio jambo la kawaida eti, ni la kushangaza kabisa. Lakini hebu tufikirie kwa sekunde moja, je, mwanaume mwenye nguvu kama hizi anawafanya watu wajihisi salama au amekuwa akiwaogopesha watu? Uh, uh, uh. Manake watu ha watu hawajawahi kuniona kama tishio kwa sababu ya jinsi nilivyolelewa. Nilifundishwa kutumia nguvu zangu kwa mema. Siku mbili zilizopita, nilikutana na mwanamke aliyekuwa amezungukwa na wahalifu. Walikuwa na bunduki na visu, lakini bado niliweza kumwokoa akiendea mtoto shule. Patrick alikuwa akimchukua binti yetu kutoka shule kumrudisha nyumbani, na ndipo alipokutana na mwanamke mmoja ambaye alikuwa akitaka kushambuliwa na wahalifu wale. Wahalifu walikuwa na visu, walimwamuru ashuke kwenye gari naye alitii. Patrick alimkamata mmoja wao na kuvunja mkono wake papo hapo, wengine wote walikimbia kwa hofu. Baadaye walirudi walijiuliza, mtu mmoja tu aliwezaje kutushinda? Kwa hiyo wakajaribu tena kufanya misheni yao, na unajua nini? Patrick aliwashinda wote wanne na katika mzozo huo mpaka watu walipofika, yule mwanamke alijitahidi kupiga kelele na wahalifu wote walikamatwa. Kutumia nguvu zako kuwasaidia watu ni jambo ambalo ni wachache wanaweza kufanya, lakini Patrick, sio kusema ana nguvu tu, bali pia anaweza kuzikontrol nguvu zake, jambo ambalo lilifanya hata sisi wenyewe tumuulize: Je, umewahi kufundishwa chochote juu ya nguvu zako? Ni nilishawahi kujifunza kickboxing, ingawa sikuwahi kuwa na mkufunzi. Subiri, hakuna kocha? Sasa uliwezaje kujifundisha mwenyewe? nililazimika kutengeneza vyuma vyangu vya mazoezi kwa sababu sikuweza kumudu kununua. Kwa miguu yangu mwenyewe niliweza kujifanyia mazoezi ya sit-ups kwa ajili ya uimara wa miguu. Mke wangu hunipeleka kukimbia kila siku asubuhi, tunajifua pamoja. Yeye amekuwa ya shabiki yangu namba moja. Siku moja nilitaka kujua nguvu zilizopo kwenye meno yangu, hivyo nilijaribu kuvunja msumari wa inchi sita, na kiukweli nilifanikiwa. Huwezi amini, kwa sasa naweza kuvunja msumari wa inchi sita kwa kutumia mikono yangu tu. Msumari wa nchi sita. Ilitubidi tuchukue muda kufikiria habari hii. Hebu fikiria watu walioshuhudia jambo hili kwa macho yao, walikuwa wakifikiria nini? Lakini katika muda wetu wote na Patrick, jambo moja lilikuwa wazi sana: kuna mtu mmoja ambaye husimama naye siku zote, yaani bila kujali ambaye anaitwa Gladys na huyo ndiye mtu wake wa karibu na ndiye shabiki yake mkubwa zaidi. Na tunaamini kwamba dunia inapozungumzia mwanamke mwenye nguvu zaidi, Kenya inapaswa pia kumzungumzia mwanamke anayesimama bega kwa bega na Patrick. Kwa hiyo, Gladys, hebu tuambie kila kitu, uliweza vipi kukutana na Patrick? Hadithi hii ya ajabu ilianzaje? Tunatamani kujua. Naitwa Gladys Nyagugi Kirika, jina langu ni Gladys Nyagugi Kirika. Nilizaliwa Laikipia, huko magharibi, sehemu moja itwayo Ngarwa, na huko ndipo niliposomea wakati wa ukuaji wangu. Nilikuja kuwa afisa wa polisi. Kituo changu cha kwanza kikubwa kilikuwa huko Loitoktok, lakini baadaye nilihamishiwa Nairobi, mahali paitwapo Gachu huko Dagoretti, na sehemu hiyo ipo karibu na Sahabu. Na hapo ndipo nilipokutana na Bwana Chege. Kukutana kwetu hakukupangwa, ilikuwa ni kama bahati nzuri iliyoletwa na Mungu. Dada yangu aliyekuwa mgonjwa alikuwa rafiki yake Patrick. Patrick alijitolea kumpeleka hospitali na dada yangu aliniomba niongozane naye. Hapo ndipo tulipokutana na Patrick. Aliponiona tu aliniambia ananipenda na, na yaliyofuata yalikuwa ni kama historia. Siku moja tulipokuwa tunamtembelea dada yangu katika hospitali ya Kajabi, nilijitolea kununua chakula cha mchana kwa kila mtu. Mdogo wangu aliniangalia na kucheka, aliniuliza, una uhakika utaweza kumshibisha huyu mwanaume? Nilishangaa sana. Aliniambia Patrick anaweza kula zaidi ya chapati ishirini kwa mlo mmoja. Nilidhani alikuwa anatania, ikanibidi nimuulize Patrick mwenyewe, na dada yangu akaniambia kwamba unapoteza pesa zako, hutaweza kumridhisha kwa chakula mwanaume huyu, lakini nilikuwa na imani, nikawaambia nitaweza. Kwa hiyo wa chakula cha mchana Patrick alitaka chapati moja tu na supu, lakini nilijua fika kilichopo hapo. Ndipo dada yangu alininong'oneza tena, akaniambia, Gladys, hujaelewa, akaniambia kwamba huyo Patrick alishawahi kushindana mashindano ya kula sehemu fulani inaitwa Wautaka ambako alikunywa lita tano za uji akala na poti zima la wali pamoja na mchuzi kwa wakati mmoja. Lakini mi nikamwambia dada kwamba atakuwa anatania. Nilidhani hakutaka niwe na mazoea naye, hivyo nikaenda moja kwa moja kwa Patrick na kumuuliza kama yote haya ni ya kweli. Alitabasamu tu na kusema uliza familia yangu. Hapo ndipo nilipoanza kugundua kwamba ninaanza kumpenda kijana huyo. Tayari kulikuwa na uvumi kuhusu nguvu za Patrick. Baadhi walikuwa wakidhani kwamba sio mwanadamu wa kawaida, wengine walikuwa wakiamini ana nguvu za ajabu zisizoeleweka. Lakini kwa Gladi, hayo yote hakuyajali, aliweza kuona kitu kilichopo ndani ya Patrick. Alimwona Patrick ni kama mtu, na sifa zote hizo alizokuwa akipewa, Patrick aliziweka pembeni. Kabla ya COVID kulikuwa na maonyesho kima na Aa, ya kimataifa Nairobi, nakumbuka hiyo ilikuwa ni kabla ya COVID ambako Patrick alikuwa akifanya maonyesho. Alinialika kumtazama, wakati huo pia nilikuwa kazini katika viwanja vya maonyesho, hivyo niliweza kuona kila kitu. Patrick alikuwa akiwavuta askari 30 mpaka kuwadondosha chini kwa wakati mmoja, kisha gari likawa linapita juu yake. Nilihofia sana, hata mdogo wangu wa kike alianza kusema, Glad, hili siyo swala la kawaida, hii ni lazima iwe ni nguvu ya uchawi. Alidhani kwamba Patrick atakuwa anatumia uchawi. Lakini nilikataa maneno yake. Badala yake niliamua kutembelea wazazi wake na kuwauliza moja kwa moja, na nilifanya hivyo ili kujiridhisha mwenyewe kwamba nguvu za Patrick hazitokani na uchawi. Wazazi wake ambao walikuwa waumini wa kweli, wasingekaa kimya kuhusu jambo hilo na huu ulikuwa uamuzi wake bora zaidi kuwahi kufanya. Akiwa afisa wa polisi, Gladi alielewa jinsi maisha yanavyoweza kuwa hatari zaidi kwa watu wenye wadhifa mkubwa. Patrick alikuwa ni maarufu tena, alikuwa akitembea tu mtaani kama kawaida, na watu walikuwa wakiogopa wasichokielewa. Lakini upendo na imani ya Gladi vilikuwa na nguvu zaidi ya uvumi wowote ambao ulikuwa ukimwandama Patrick. Wakati nilipokwenda kwa wazazi wake, tayari mimi na Patrick tulikuwa tupo kwenye mahusiano, lakini hatujakaa kwenye uchumba kwa muda mrefu. Baada ya miezi michache tu tangu nihamishwe kazini tuliamua kuishi pamoja. Sikujali watu walichokuwa wakisema kuhusu Patrick, nilikuwa tayari nimeshamchagua. Nakumbuka siku moja nilimuuliza mama yake kwa nini Patrick alikuwa tofauti sana, akajibu, Gladi, hata mimi nashangaa kama wewe. Tangu akiwa mdogo alikuwa akifanya mambo ambayo hata watu wazima wengine walikuwa wanashindwa kuyafanya. Majirani walikuwa wakinilaumu wakisema kwamba namfanyisha kazi ngumu kupita kiasi, lakini sikuwa namlazimisha, alikuwa akitaka kufanya mwenyewe. Hata nilipokuwa nikim uzia mizigo Patrick alikuwa akiongeza zaidi, na alikuwa akifanya kwa hiari yake. Hata baba yake bado alikuwa akiuliza, je, huyu ni mwanangu kweli? Tarehe 2 mwezi wa, wa Oktoba nilishuhudia kwa macho yangu mwenyewe. Wazazi wake waliniambia, Gladi, tunaona wazi kuwa wewe ni mcha Mungu. Kumbuka Samsoni na wengine. Je, shetani na nguvu zaidi ya Mungu? Usisikilize maneno ya watu. Huyu ni mtoto wangu niliyemzaa mwenyewe. Hii ni kazi ya Mungu maneno haya kutoka kwa mama yake Patrick yalinipa amani ya moyo kabisa. Wengine walidhani nguvu za Patrick zinatokana na uchawi, lakini hata wazazi wake hawakuweza kuelewa asili ya nguvu hizo. Watu huogopa kile wasichokielewa. Aliweza kumwona Patrick kwa jicho la tatu watu wengi wakimwona hata shule anaendanga. Mpaka leo Patrick bado anakwenda kwenye shule mbalimbali mbali kufanya maonyesho ya kuonyesha nguvu zake. Watoto humgusa tumboni na kumuuliza, mkeo anashughulikaje? Watu huniuliza kila mara jinsi ninavyoweza kuishi naye, lakini hawamjui Patrick wa kweli. Yeye ni mtu wa kawaida na mwenye roho nzuri sana. Dada zake hunieleza, Patrick ndiye mwenye nguvu zaidi katika familia yetu, lakini hajawahi kutupiga hata siku moja. Ni wadogo zetu tu ndio ambao walikuwa wakipigana mara kwa mara na wala sio yeye. Yeye hapendi ugomvi kabisa, lakini ukimchokoza, hapo ndipo utakapoona upande wake wa pili. Najivunia sana kuwa naye anapenda kipaji chake ingawa mara nyingine husikitika kwa sababu licha ya juhudi zake zote nguvu zake bado hazijamletea mafanikio makubwa. Mara nyingine huniambia, nitaacha magari yanikanyage kweli. Mungu alinionyeshea kipawa hiki lakini bado hakijazaa matunda. Kila mara anamkumbusha Mungu hatoi vipawa bure. Siku moja Patrick, dunia nzima itakuona. Imani ya Gladi kwa Patriki haitetereki. Upendo wake si kwa sababu ya nguvu tu, bali amempenda kwa moyo wake wote. Anaona mapambano yake na pia anaona moyo wake wa upendo kwake. Yeye ndiyo nguzo ya furaha yake, na kusema kweli, shujaa sio mpaka avae vazi. Gladi ni shujaa halisi. Kuna watu ambao wanakutazama kwa wakati huu, kama tungekupa nafasi ya kusema jambo kwa dunia nzima, Patrick, ungesema nini? The Anybody who feels like... Kwa watu wote mnaonitazama, kama kuna mtu yoyote mahali popote anahisi anaweza kunisaidia niweze kufanya maonyesho kwenye viwanja vya michezo mbalimbali, tafadhali anisaidie. Niko tayari kabisa kushirikiana naye, nguvu ni yangu na niko tayari kuitumia wakati wowote wa na muda wowote. Naomba msaada kutoka kwa watu dunia nzima waweze kunisaidia kunipa connection hizo, sio Wakenya tu peke yao, bali naomba nafasi kwa dunia nzima. Sote tunajua Patrick ndiye mwanaume mwenye nguvu zaidi duniani, lakini ngoja tumuulize: je, kama kuna mtu yoyote anataka kufanya bato na wewe kupitia nguvu, ungependa pambano hilo? Uh, I'm very, very ready. Kiukweli niko tayari, naomba mtu yoyote awe ni mwanaume au mwanamke ajisikie huru kuja kunipa changamoto. Niko tayari kabisa, na ngoja mtu yoyote duniani aje kunipa changamoto hizo, iwe ni kwa urafiki au mashindano, yaani niko tayari In this world, Either friendly or competition. I'm very ready. Mungu wangu, maneno yake amenipa ya msisimko. Sasa swali ni je, kutakuwa na mtu mwenye ujasiri wa kuweza kushindana na mwanaume huyu mwenye nguvu zaidi? Kwa sababu hebu niambie ukweli, hata sisi hatukuthubutu kujaribu. Mpenzi mtazamaji, utakuwa huko tayari? Napenda kuwashukuru wote wanaoandaa matamasha makubwa hapa Nairobi na maonyesho ya Jamhuri, kwa sababu kila mwaka walikuwa wakimpa nafasi ya kuonyesha nguvu zake. Angalau walikuwa wakipata shilingi elfu kumi za Kenya kama shukrani tu. Hata shule za msingi za hapa nchini zimekuwa zikimwalika mara kwa mara, ambapo wanafunzi wamekuwa wakichangia shilingi kumi kila mmoja kuweza kushuhudia shoo hiyo, na huwa anakusanya hadi shilingi elfu ishirini za Kikenya. Lakini Patrick siku zote amekuwa ni mtu wa kujiamini. Kila mara anapoangalia mashindano y u kwenye TV amekuwa akiniambia, siku moja nitashindana. Nataka mtu anipe changamoto, kwa sababu hadi sasa hakuna mtu aliyewahi kujaribu kushindana na mimi. Hata Gladi anajiuliza, je, kuna mtu atakayeweza kuthubutu kumkabili mumewe? Je, wewe unaweza kama kuna mtu jasiri, ana nguvu za kutosha kupambana na mwanaume huyu, basi ajitokeze, maana tunapenda kuona mtanange huo. Lakini Patrick, umekuwa ukijifanyia mazoezi peke yako kwa miaka mingi, unakumbana na changamoto zipi, na je unahitaji msaada wowote? Me. changamoto zangu ni hizi kama mnavyoniona, nipo Kenya, nimekuwa hapa miaka yote, lakini sijawahi kukutana na mtu anayesema atanisaidia, sijawahi kuona hilo. Sasa kwa heshima zote, napenda kuomba msaada. Kama kuna mtu yoyote duniani anayenitazama na anaweza kunisaidia kufikia kiwango kingine, basi mimi ningeweza kufurahi sana, ningeweza pia kusaidia familia yangu na mambo mengine kama hayo. Mimi pia ni baba wa familia, niko na watoto, nina mke. Naomba kwa heshima, kama kuna mtu yoyote anaweza kunisaidia basi aweze kujitokeza. Msaada wake ni wa umuhimu sana kwangu. Nawaombea Mungu awabariki watu wote duniani. Nawapenda nyote, na najua tutakutana. Nadhani mtaniona sana tu. Na mtafurahia show zangu. Naomba Mungu anijalie nikutane nanyi. Tupige story na muone show zangu live. Bila shaka kukutana na Patrick na Gladi imekuwa ni furaha kwetu, hata kwako pia, mpenzi mtazamaji. Hawakai tu na nguvu za Patrick, bali wanazikumbatia wanazifurahia, na wanataniana na wamemkubali Patrick kwa namna alivyo, na wamekuwa wakifurahia kila siku za maisha yao. Hewa ilikuwa imejaa upendo safi na nishati isiyozuilika. Na sasa nina swali moja tu la mwisho kwenu. Nani anafaa kumpa changamoto Patrick? Weka neno kwenye sehemu ya komenti, labda huenda tukampata mtu atakayeweza kufua dafu kwa Patriki. Na kama hakuna anayeweza kufanya hivyo, angalau basi tumwage maua yake kwenye sehemu ya komenti, na imebidi tuombe bato tu kwa Patrick, kwa sababu tunataka kuamini maneno yake katika vitendo. Wengi humchukulia Patrick kama jitu la kutisha, wengine humuita mtoto wa shetani, lakini ukweli ni kwamba yeye ni mtu wa kawaida sana anayejaribu kuihudumia familia yake, na pia ni mtu anayefanya kazi usiku na mchana ili kuweza kutumia kipawa chake alichopewa na Mwenyezi Mungu. Dunia inahitaji kusikia hadithi yake ya kweli, kwa hiyo ni vyema tukashia habari hii sehemu mbalimbali ulimwenguni ili watu waweze kumfahamu kijana mwenye nguvu zaidi duniani. Mimi ni Franci na hii ni Afrimax Swahili. Usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata video zetu, na pia usisite kutufuatilia kwenye peji zetu mbalimbali mbali, tukiwa kama Afrimax Swahili, TikTok, Facebook na Instagram. Asante kwa kutazama.